Swali linalofuata ni kwamba je, daktari, nitapunguaje uzito wangu? Zipo njia nyingi ambazo zinaweza kusaidia kupunguza uzito wako, ikiwemo chakula, mazoezi, pamoja na njia mbalimbali ambazo daktari anaweza kukuelekeza. Lakini Doctor of Hope nimekuja na njia rahisi kabisa ya kukuwezesha wewe unayepambana na uzito mkubwa na kitambi bila kupata matokeo mazuri imekuja na product inayoitwa Super Chopa Detox and Slimming Tea hii hapa. Super Chopa Detox and Slimming Tea. Chai hii Tea. Chai inazo faida nyingi zinazokuwezesha wewe unayepambana na uzito kupita kiasi kupata matokeo mazuri kwa muda mfupi bila dayeti ngumu na wala hahitaji mazoezi kwa sababu mazoezi yanachangia asilimia 15 tu katika suala la weight loss. Sasa baada ya kujifunza na kupitia uzoefu kwa muda mrefu wa kuwasaidia mamia ya Watanzania katika kupunguza uzito, Super Chopa Detox and Slimming Tea imekuwa na matokeo mazuri sana. Chai hii inakusaidia kupunguza uzito uliozidi, inakusaidia kuondoa kitambi na nyama zembe lakini pia habari njema, sio ya kuhalisha. Kama daktari, naamini ya kwamba kuhalisha sio njia ambayo inatakiwa kusaidia kupunguza uzito. Ukihalisha utapoteza maji mwilini na hatimaye utapata dehydration, inaweza kusababisha kuanza kuongezewa maji. Lakini ukitumia Super Chopa hakuna kuhalisha, utapata choo chako vizuri, na kama choo kilikuwa kigumu, choo kitakuwa laini. Lakini pia inaondoa sumu mwilini inaongeza kasi ya mwili kuchoma mafuta mabaya, fat burning. Kwa hiyo inauweka mwili wako katika hali ya kuchoma mafuta, inapunguza njaa za mara kwa mara. Wengi ambao wana uzito mkubwa kwenye madarasa yangu ya weight loss wanakuwa na changamoto ya kusema kwamba daktari, mimi napata hamu ya kula mara kwa mara, ina ulaibu wa chakula. Ukitumia hii hapa inakusaidia kuondoa uraibu wa chakula na kupunguza ile hamu ya kula mara kwa mara, na hivyo basi, ikipunguza hamu itakusababisha uingie kwenye mfungo tiba ama intermittent fasting. Maana yake ni kwamba ule muda ambao hauli, mwili wako utakuwa ukitumia hifadhi ya mafuta yaliyomo ndani ya mwili wako, ili ya kwamba wewe uweze kupunguza uzito wako lakini pia habari njema kuhusiana na Super Chopa Detox and Slimming Tea inafanya mwili wako kuwa mwepesi. Kama mwili wako unahisi mzito na choka upesi, ukitumia hii inakusaidia kuona mwili wako ukiwa mwepesi sana. Lakini pia inasaidia kutibu zaidi ya magonjwa ishirini yanayotokana na uzito mkubwa kama vile watu wenye changamoto za acid reflux, watu wenye changamoto za presha mashinikizo la juu la damu watu wenye changamoto za kisukari watu wenye changamoto za maumivu ya mwili maumivu ya joints maumivu ya mgongo watu wenye changamoto za gout watu wenye changamoto za ukinzani wa insulin ama insulin resistance ina inakusaidia kusolve hilo tatizo na inasaidia kutibu changamoto zingine nyingi Kwayo, kwa hiyo hakikisha ya kwamba umeanza kutumia chai hii haina madhara katika mwili wa binadamu lakini inazo faida nyingi sana kama ambavyo nimekwisha kueleza. Utapata dozi ya mwezi ya ya, ya super chopa detox and slim tea. Dozi ya mwezi utaipata kwa shilingi elfu 50, lakini pia tunatoa nusu dozi kwa wale ambao bado unajitafuta, tunatoa nusu dozi ambao utaipata kwa shilingi elfu 28 tu na utazipata katika sehemu mbalimbali. Unaweza ukapata kutoka ofisini kwetu Mbeya ama Dar es Salaam kwa mawakala wetu, na mikoa mingine tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana. Ndani ya masaa ishirini na nne unakuwa umeshapata uh, dawa yako. Kwa hiyo nitafute nitafuta kwenye namba yetu ya simu ama comment ya hapo, tuambie una uzito gani, tutakushauri kwa uzito wako unatakiwa utumie dozi ya muda gani, na hakika amini na kuhakikishia kwamba utapata matokeo mazuri sana. Save namba yetu hapo, Dr. Hope kutoka KP Medics Healthcare Clinic. Karibuni sana.